Pia kitu kingine maengineer, ni aina ya volume zinazotumika, ndo hizi hapa. Hizi ni aina ya volume zinazotumika. Kuna kuwa na volume channel moja, umeona hii channel moja hii, hii inatumika kwenye base. Hii inatumika kwenye base hapa namna hii, lakini kuna kuwa, kuna volume channel mbili, umeona hii ina miguu sita. Na maana kuna mguu wa kwanza ambao ni chaneli moja na mguu wa pili chaneli moja na mguu wa tatu na kwa mbele, ina miguu mingine kama hiyo. Inamaana hii ni volume moja katika mbili, yani volume mbili katika moja. Umeona, ina maana hii volume inatumika kwenye midi, kwa sababu moja kwenye midi hapa inaingia left na inaingia right. Kama tulivyotoa mfano, inamaana kwenye huu mcholo hapa tuliingiza left, imeingia hapa lakini kwa, kwa chini huu mchoro ulitakiwe mara mbili, inamaana kutakiwa kuwe na 10k nyingine iingie hapa kwenye e, kuwe na 10k nyingine kutoka hapa kwenye right iingie juu hapa. Alafu kuwe na na silamiki kapasa nyingine iwe juu hapa. Alafu kuwe na 10k nyingine iwe juu kwa sababu ni volume e, ni volume mbili katika moja unavokuwa na valu unakuwa na zivali zote kwa wakati mmoja, yani zote zinakuwa zinapungua kwa kiwango kile kile kwa wakati mmoja. Kwa hiyo volume moja ya chini inaingiza left, nyingine ya juu inaingiza right, kwa hata kwenye upande wa kutoa, hata ukizitoa hapa, maana unakuwa umezitoa kwa mfumo huu, unakuwa umezitoa hivi, ina maana kunakuwa na right pamoja na left. Kwa hiyo hii inaweza kawa left, hii right. Kwa sababu volume moja ina uwezo wa kubeba eh, chaneli mbili. Tumeshaelewana na mafundi? kama una swali hapa uliza, wala si hofu chochote, ulizeni hapa ili tuende sawa. Ni volume tofauti. Kwa hiyo kwenye base inatumika chaneli moja ambayo ina miguu sita tu, kwa sababu inakuwa imebeba sabu ambayo sabu iko single. Base ya sabufa iko single. Ayo, hii ndo base au sabu, tumeshaelewa mafundi? Nadhani tuko pamoja kabisa hapa. Asante sana, mwenye swali hapa aulize.